ya Suluhu Hasani, naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila uoga, upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, tayari mheshimiwa rais wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu ameshakula kiapo na sasa anasaini hati ya kiapo chake.